Maeneo gani pale ambapo kubwa zaidi ni kibarua cha mnyama Simba Simba a msimbazsimba kuwavaa Almasry michuano ya kombe la shirikisho E barani Afrika na Simba tayari wapo huko Misri na maandalizi yameendelea kwenda kama kawaida. Kocha Fadlu Davis amezungumza akiwa huko, e kubwa ni maandalizi yao, e na kuhakikisha kwamba wanaenda kufanya vizuri katika mchezo wa ugenini, hasa e kulinda lile goli la ugenini kuto kufungwa, zaidi kujilinda wanapokuwa ardhi ya ugenini ili mlima usije kuwa mrefu wakiwa katika uwanja wa nyumbani. na zungumzia uwanja wa Mkapa, kila mmoja amekuwa na maoni yake kwa hiki ambacho kinaweza kuendelea, lakini kocha Fadlu Davis ameweka wazi na amewastadi tayari Almasry na mifumo wa yao ambao wanatumia na kuona namna gani ambayo wataenda kukabiliana nao katika huo mchezo. Lakini pia ukitazama kwa kiasi kikubwa uh, lengo la Simba msimu huu ni kuvuka hatua ya robo fainali kwenda nusu fainali, ambayo wamekuwa wakisalia hapo ama wamekuwa wakistaki kwa muda mrefu, na kauli mbiu ni kwamba hii tunavuka tena. Kuwezekana vipi, ni swala la kusubiri kuona namna gani kocha Fadlu Davis ataenda kuzichanga karata zake vyema zaidi kuelekea katika huo mchezo. Tuambie na wewe maoni yako, lakini kubwa tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.